Mzee Rashidi alikuwa mtu aliyeheshimiwa sana katika kijiji cha Mtoni. Alijulikana kwa hekima yake, moyo wa huruma na maisha ya unyenyekevu, licha ya kwamba zamani alikuwa tajiri mkubwa. Alimiliki mashamba, mifugo na nyumba kadhaa mjini, lakini baada ya kustaafu, aliamua kuishi maisha ya utulivu kijijini. Kwa wengi, alikuwa mfano wa mtu aliyefanikiwa na bado akabaki mnyenyekevu. Mzee Rashid alikuwa na mtoto mmoja tu, kijana aliyeitwa Yusuf, kijana mwenye akili, elimu na nidhamu ya hali ya juu. Alisoma chuo kikuu mjini na sasa alikuwa akifanya kazi katika benki moja kubwa. Watu walimpenda kwa heshima na unyenyekevu wake, lakini ndani ya moyo wa baba yake kulikuwa na jambo moja lililomsumbua sana. Mke atakayemwoa mwanawe. Yusuf alikuwa amefikia umri wa kuoa na kila mara aliporudi kijijini, masikio ya mzee yalisikia maneno ya watu. Mzee Rashidi, sasa ni wakati wa kumwoza mwanao. Wengine walikuwa wakimletea majina ya wasichana warembo, baadhi kutoka familia tajiri, wengine watoto wa marafiki wa zamani wa mzee huyo. Lakini kila aliposikia, mzee huyo alitikisa kichwa kwa upole akisema, si kila anayemngaria kwa macho anakung'aa kwa moyo kwa ndani. Mzee Rashidi alikuwa na hofu kubwa Alijua dunia imebadilika na wasichana wengi walivutiwa na fedha zaidi ya tabia. Hakuwa tayari kumwona mwanawe akiolewa na mwanamke atakempenda kwa mali au hadhi yake. Alitaka mwanamke ambaye ataona utu kabla ya pesa, moyo kabla ya mavazi, na heshima kabla ya anasa. Siku moja, walipokuwa wamekaa pamoja kwenye baraza lao la mbao lililokuwa pembeni mwa nyumba, Yusufu alimwambia baba yake kwa utulivu, Baba, nataka kuoa, lakini sijui ni nani wa kweli kati ya wote ninaokutana nao. Mzee Rashidi alimwangalia mwanawe kwa macho ya hekima, akavuta pumzi ndefu na akasema taratibu, Yusuf, dunia imejaa uso mzuri lakini mioyo michafu. Usiharakishe, wakati utakuonyesha nani wa kweli. Maneno hayo yalibaki moyoni mwa Yusuf. Hakujua kuwa nyuma ya maneno hayo baba yake tayari alikuwa na mpango wa ajabu utakaojulikana baadaye kama jaribio la ombaomba. Usiku ule, baada ya mazungumzo na mwanawe, Mzee Rashidi alikaa peke yake sebuleni, taa moja tu ndogo ikiwaka. Mawazo yalikuwa mengi kichwani mwake. Alijiuliza mara kadhaa, ninawezaje kumsaidia yusuf apate mwanamke wa kweli bila kumchagulia mwenyewe? Macho yake yalielekea kwenye picha ya marehemu mkewe iliyokuwa ukutani. Alizungumza kimoyomoyo, Fatma, lau ungekuwepo, usingeacha mtoto wetu ajikute kwenye mikono ya mwanamke mwenye tamaa. Ndipo wazo moja lilimjia, kujifanya ombaomba -omba. Mpango huo ulimjia kama umeme wa ghafla, lakini wenye maana kubwa. Alitaka kujua ni mwanamke yupi angeonyesha huruma bila kujali mavazi, harufu au hali. Nitakuwa mtu asiye na kitu, alijisemea taratibu, ili nijue nani anajua maana ya utu. Siku chache baadaye alianza maandalizi yake kwa siri. Alitafuta mavazi ya zamani aliyokuwa akiyatumia miaka mingi iliyopita, akayachana kidogo na kuyachafua kwa makusudi. Akahifadhi baadhi ya vitu muhimu vya thamani kwenye kisanduku, akakiacha chini ya kitanda. Kisha akaandika barua fupi kwa mwanawe, usijali ukinikosa Yusuf, nimeenda kutafuta utulivu wa roho yangu, nitarudi nikikamilisha safari yangu. Asubuhi moja kabla ya jua kuchomoza, Mzee Rashidi aliondoka nyumbani taratibu, bila kumwamsha mwanawe. Alivaa kanzu yake ya zamani, akaweka kikapu cha plastiki mikononi, na akaanza kutembea kuelekea mjini. Watu waliomuona hawakumtambua mara moja. Wengine walidhani ni ombaomba wa kawaida, wengine wakampita bila hata kumwangalia. Alipofika mjini Alianza maisha yake mapya ya siri. Alikaa karibu na sokoni, akijipanga sehemu penye kivuli. Alianza kuona tabia za watu, baadhi walimpiga vijembe, wengine walimkwepa kana kwamba ni mzigo wa jamii, lakini ndani ya moyo wake hakujali. Alikuwa kama mtafiti, akiangalia roho za watu bila wao kujua. Kila siku alipokuwa akitafuta chakula, alijiambia kimoyomoyo, hapa ndipo nitakapomjua mwanamke wa kweli yule atakayeniona kama binadamu, si kama taka ya mitaani. Hivyo safari ya mzee mkarimu ikaanza, safari ya hekima, majaribu na siri kubwa ambayo ingeibua ukweli uliowashangaza wote. Siku za kwanza zilikuwa ngumu zaidi kwa mzee Rashidi kutoka kuishi kwenye nyumba yenye starehe hadi kulala chini ya paa la bati lililochakaa sokoni, ilikuwa kama ndoto mbaya. Upepo wa baridi ulivuma usiku, akijifunika kwa gunia alilolipata kutoka kwa muuza viazi lakini hakukata tamaa. Alijua safari hii haikuwa ya mateso, bali ya kutafuta ukweli wa moyo wa mwanadamu. Kila asubuhi aliamka mapema, akitembea mitaa ya mjini, akibeba bakuli dogo mkononi. Alipita kwenye migahawa, masoko na barabara kuu, akisema kwa sauti ya upole, naomba msaada kwa ajili ya chakula. Wengine walimtazama kwa dharau, wengine wakampuuza kama hewa. Alijifunza kuona jinsi watu wanavyobadilika macho yanapokutana na mavazi machafu. Mara kadhaa alisukumwa na walinzi wa maduka makubwa, wengine wakimwambia ondoka hapa, unawachafua wateja. Lakini kulikuwa na nyakati chache za faraja. Mfano, siku moja muuza maandazi alimpa kikombe cha chai na kipande cha chapati bila kumuuliza jina lake. Mzee Rashidi alitabasamu akasema, asante binti yangu, Mungu akuzidishie. Alipokuwa akitembea kuelekea vijiji vidogo vilivyo jirani, alikutana na watu wa tabaka tofauti wengine walijifanya wema kwa macho ya watu, lakini walimkejeli kwa siri. Alijifunza jambo moja muhimu: huruma ya kweli haionekani kwenye maneno, bali kwenye vitendo vidogo vya moyo. Jioni moja, akiwa amechoka sana, aliketi karibu na banda la matunda. Mvua ilianza kunyesha, watu wakakimbilia kujificha, lakini hakuna aliyejali kama angepata mahali pa kukaa. Wakati akijipangusa kwa gunia lake, mtoto mdogo alimkaribia na kumpa ndizi moja. Bibi yangu alisema kila mtu anapaswa kula, alisema kwa tabasamu. Mzee Rashid alihisi machozi yakimlengalenga. Ndani ya siku hizo chache, alianza kuona taswira halisi ya dunia, ulimwengu wa watu wenye maski, wachache tu wakiwa na mioyo safi. Lengo lake lilikuwa moja tu, kugundua ni nani bado ana utu katika zama za ubinafsi. Alijua bado hajakutana na yule atakayebadilisha kila kitu, lakini moyo wake ulihisi kwamba siku hiyo inakaribia, siku ambayo angekutana na mtu wa kweli atakayempa sababu ya kuamini tena katika wema wa wanadamu. Siku moja jioni, baada ya siku ndefu ya kuomba msaada sokoni, mzee Rashidi alijikuta amechoka sana. Alikaa pembeni ya duka dogo lililokuwa linauza mboga. Watu walikuwa wakipita haraka, wengine wakimkwepa kwa dharau, wengine wakimtazama kana kwamba ni kero. Wakati akijiandaa kulala pale pale pale kwa sababu ya uchovu, sauti nyororo ya kike ilisikika nyuma yake, "Mzee, umepata chakula chochote leo?" Alipogeuka alimuona msichana kijana mwenye uso wa upole na macho ya huruma. Alikuwa amevaa gauni rahisi la kazi, mikono yake ikiwa na mabaki ya udongo wa mboga alizokuwa akiziosha. Alijulikana kwa jina Amina, muuza mboga wa soko hilo. Mzee Rashidi alisita kidogo kabla ya kujibu, "La, binti yangu. Leo siku imekuwa ngumu." Amina hakusita. Alifungua kikapu chake na kutoa chakula alichokuwa amehifadhi kwa ajili ya nyumbani, kipande cha wali na mboga. "Chukua tafadhali." "Hata kama ni kidogo, angalau usilale njaa." Mzee alitazama chakula kile kwa macho yaliyotetemeka, akihisi joto la furaha ndani yake. Hakukuwa na mtu aliyewahi kumtendea wema huo tangu aanze maisha mitaani. Alikubali kwa shukurani akisema, "Mungu akubariki binti yangu, umefanya zaidi ya wengi wenye mali." Kuanzia siku hiyo, Amina alianza kumtembelea mara kwa mara. Kila alipomwona sokoni, alimletea chakula au maji ya kunywa. Wakati mwingine walizungumza kwa muda mfupi, wakicheka kuhusu mambo madogo ya maisha. Watu wengine sokoni walimcheka Amina wakisema, kwa nini unapoteza muda wako na huyo mzee mchafu? Lakini yeye alijibu kwa upole, kama sisi hatutakuwa na huruma, nani atakuwa nayo? Mzee Rashidi alianza kumwangalia kwa jicho la ndani zaidi. Aliona tabia ya kipekee, moyo usiopimwa kwa fedha. Kila tendo dogo la Amina lilimfanya aone kwamba bado kuna wema duniani. Ndani yake alianza kuamini kuwa labda huyu ndiye mwanamke ambaye angeweza kumfaa mwanawe, lakini hakutaka kuharakisha. Alijua huu ndio mwanzo wa kipimo cha kweli cha utu, kipimo kitakachofunua kama huruma ya amina ni ya moyo wa kudumu au huruma ya muda. Kadri siku zilivyokuwa zikisonga, mzee Rashidi alizidi kuvutiwa na tabia ya Amina. Alianza kugundua kuwa nyuma ya tabasamu lake la upole kulikuwa na maisha magumu sana. Alikuwa akileta mboga sokoni kila alfajiri, Akitumia mkokoteni mdogo alioazima kwa jirani. Wakati mwingine hakuuza kabisa, lakini bado alihakikisha amemletea chakula mzee yule maskini. Hiyo ilimfanya Mzee Rashid aamini zaidi kwamba huyu binti hakuwa kama wengine, lakini ili kuwa na uhakika, mzee aliamua kumjaribu kwa njia za hekima. Alitaka kujua kama wema wa Amina unatoka moyoni au ni wa macho. Siku moja alijifanya mgonjwa. Alikaa karibu na banda lake akijifanya dhaifu, akitetemeka kana kwamba ameshikwa na homa kali. Alitaka kuona kama Amina atampuuza kama wengi walivyofanya siku nyingine. Amina alipomwona alishituka na kukimbia hadi kwake bila kujali watu waliokuwa wakimtazama. Alimshika mkono na kusema, mzee, usijali, mtakuletea dawa. Alimpeleka kwenye duka la dawa lililo jirani, akanunua panadol na maji, kisha akamhudumia kama angehudumia baba yake. Kunywa utapona, alisema kwa upole. Mzee alihisi kama roho yake inatetemeka, aliona huruma ya kweli isiyojali hadhi wala sura. Siku nyingine aliamua kufanya jaribio lingine. Alipata sarafu ya dhahabu ndogo aliyokuwa amehifadhi tangu zamani, akaidondosha kimakusudi karibu na sehemu Amina alipokuwa akisafisha. Amina alipogundua aliyokota na kumfuata mara moja. Mzee, uliangusha hii, alisema akimkabidhi kwa heshima. Mzee alijifanya kushangaa, wewe hujui thamani yake? Amina akatabasamu, najua lakini si yangu, wako aliyetupa jasho kupata hii. Maneno hayo yalimgusa sana. Alijua kwamba mtihani huo ulikuwa wa mwisho kuthibitisha usafi wa moyo wake. Usiku ule alikaa kimya akitazama anga akisema kimoyomoyo, Mungu umenionyesha jambo nililotamani kuona, huyu binti ana moyo wa dhahabu. Hata hivyo hakutaka kufichua siri yake bado. Alijua wakati wake wa kusema ukweli haujafika. Kwanza alitaka kuona kama binti huyo atabaki vilevile vile hata baada ya siku nyingi za majaribu bila kutegemea chochote zaidi ya wema wa moyo wake. Baada ya wiki kadhaa za kuishi mitaani na kufanya majaribio yake kwa Amina, mzee Rashidi alihisi moyo wake umetulia. Alijua safari yake ya kujua ukweli kuhusu mioyo ya watu ilikuwa imekamilika. Usiku mmoja, akiwa amekaa chini ya kibanda cha mbao, alitazama nyota angani na kusema kimoyomoyo, nimepata ninachotafuta, sasa ni wakati wa kurudi nyumbani. Asubuhi iliyofuata aliaga soko kimya kimya. Alimwona Amina akihangaika kupanga mboga zake na akamwambia kwa upole Binti yangu, leo nitaondoka, nashukuru kwa kila ulilonitendea. Amina alishtuka, unaenda wapi mzee? Mzee Rashidi alitabasamu, labda safari ya mwisho ya maisha yangu, lakini moyo wangu utabaki na wema wako. Amina alishikwa na huzuni, akampa mkate na maji. Basi chukua angalau hivi, usisafiri njaa. Mzee alichukua kwa shukurani na akaondoka taratibu. Alipofika kijijini kwake, hali ilikuwa tofauti. Nyumba yake ilikuwa tulivu lakini barua yake ya zamani ilionekana juu ya meza ikionyesha kuwa Yusuf alikuwa akimtafuta kwa muda mrefu. Baada ya kupumzika na kuoga, alijitazama kwenye kioo. Uso wake ulikuwa umebadilika, umechoka, umejaa alama za maisha ya mitaani, lakini macho yake yalikuwa na mwanga wa hekima mpya. Siku iliyofuata Yusuf alirudi nyumbani kutoka kazini. Alipomwona baba yake, alikimbia kwa furaha. Baba, ulipotea wapi? Nilidhani umenitoka. Mzee Rashidi alimkumbatia kwa nguvu, akisema kwa utulivu, niko hai mwanangu, nilihitaji tu kujua jambo moja kuhusu dunia. Hakutaka kumweleza yote kwa wakati huo, alihisi bado ni mapema. Baada ya siku chache za kupumzika, alianza kupanga mpango wa siri wa kumfanya mwanawe akutane na Amina. Alimwambia Yusuf kwamba anataka kununua mboga sokoni na angependa aende kumsaidia kuchagua. Kwa mara ya kwanza, Yusuf bila kujua chochote, alikubali. Mzee Rashidi akatabasamu moyoni akijua safari ya pili inaanza, safari ya kuunganisha mioyo miwili isiyojua kuwa imeunganishwa na jaribio la utu. Wakati huo alijua Mungu alikuwa amempangia njia ya kuonyesha mwanawe thamani ya moyo safi kuliko mali. Asubuhi moja yenye jua jepesi, Mzee Rashidi alimwambia mwanawe Yusuf, leo twende sokoni kidogo, nataka unisaidie kubeba mboga na kuni. Yusuf kama kawaida hakusita. alivaa shati jeupe na suruali nyeusi, Akatoka na baba yake yake bila kujua kwamba siku hiyo ingebadilisha maisha yake kabisa. Walipofika sokoni, mzee Rashidi aliongoza kwa utulivu hadi sehemu ya mwisho wa soko, pale ambapo Amina alikuwa akipanga mboga zake za majani, nyanya na vitunguu. Alionekana mwenye bidii, jasho likimtoka, huku uso wake ukiwa na tabasamu la asili. Alipomwona mzee, macho yake yalijaa mshangao na furaha. Mzee, nilidhani umeondoka kabisa, alisema huku akinyanyua mikono kwa heshima. Yusuf aligeuka kumtazama binti huyo Macho yao yalikutana kwa sekunde chache na moyo wake ukatetemeka bila sababu ya wazi. Aliona kitu tofauti, upole, unyenyekevu na nguvu ya ndani isiyoelezeka. Amina naye alihisi joto la ajabu moyoni, ingawa hakujua huyu kijana ni nani. Mzee Rashidi alijifanya kama vile hajawahi kuwa na uhusiano maalum na Amina. Huyu ni mwana wangu Yusuf, alisema kwa utulivu, na huyu binti ndiye muuza mboga ninayempenda kwa sababu ya uaminifu wake. Yusuf alimsalimia kwa heshima. Asante kwa kumsaidia baba yangu siku zile. Amina alitabasamu kwa aibu. Nilichofanya ni kidogo tu, kila mtu anapaswa kusaidia. Siku hiyo waliendelea kununua mboga na kuzungumza kwa muda. Mzee Rashid kwa siri aliendelea kuangalia kwa jicho la baba mwenye hekima. Aliona namna walivyoongea kwa heshima na ucheshi wa asili uliokuwa ukiibuka kati yao. Baada ya siku chache, Yusuf alianza kwenda sokoni mara kwa mara kwa niaba ya baba yake. Kila mara walipozungumza waligundua mambo mengi wanayofanana wote. Walipenda kusaidia watu, walithamini familia na waliamini katika kufanya kazi kwa bidii. Polepole mvuto wa kimapenzi ukaanza kuchipuka. Hakukuwa na maneno ya wazi, lakini macho yao yalizungumza zaidi ya maneno. Amina hakuwa anajua kwamba baba wa Yusuf ndiye yule mzee ombaomba aliyewahi kumhudumia kwa huruma, na Yusuf hakuwa anajua kuwa baba yake alikuwa akijaribu kuunganisha moyo wake na binti huyo wa kipekee. Huo ulikuwa mwanzo wa upendo wa kweli, upendo ulioanza kwa wema, ukalelewa kwa heshima na ukapangwa kwa hekima ya baba aliyejifanya masikini kwa ajili ya mwanawe. Kadri siku zilivyopita, urafiki kati ya Yusuf na Amina ulizidi kukua. Walikuwa wakizungumza mara kwa mara sokoni, wakati mwingine hata baada ya soko kufungwa, wakitembea kandokando ya barabara, wakiendelea kujua maisha ya kila mmoja. Yusuf alizidi kuvutiwa na unyenyekevu wa Amina. Hakuwahi kujivuna, hakusema uongo na kila wakati alionyesha heshima kubwa kwa watu wote, hasa kwa mzee Rashidi. Lakini jambo moja lilianza kumshangaza Yusuf. Kila mara alipokuwa pamoja na baba yake sokoni, Amina alionekana kumheshimu sana yule mzee. Wakati mwingine alikuwa akimletea maji, wakati mwingine akimwita mzee wangu kwa sauti ya upole na heshima kubwa isiyo ya kawaida. Siku moja Yusuf alimuuliza baba yake kwa utani, baba, inaonekana binti huyu anakuheshimu zaidi ya mimi kuna siri gani? Mzee Rashidi alitabasamu akamwangalia mwanawe kwa macho ya hekima, kisha akasema, Yusuf, kila heshima huwa na sababu yake. Wapo wanaoheshimu kwa sababu ya mavazi, na wapo wanaoheshimu kwa sababu ya moyo. Yusuf alibaki kimya, maneno hayo yakimchanganya zaidi. Lakini siri haikuweza kufichika milele. Siku moja walipokuwa nyumbani, baada ya chakula cha jioni, Mzee Rashidi alimwita mwanawe sebuleni. Alikaa kimya kwa muda, akavuta pumzi ndefu kisha akasema kwa sauti tulivu lakini yenye uzito, mwanangu, kuna jambo lazima ujue. Yule binti Amina sio mtu wa kawaida. Wakati nilipokuwa nimepotea miezi michache iliyopita, sikupotea kweli, nilikuwa nimejifanya ombaomba. Yusuf alishtuka, macho yakapanuka. Umejifanya ombaomba? Kwa nini baba? Mzee Rashidi aliendelea, nilitaka kujua kama bado kuna wanawake wenye mioyo safi. Nilitaka kumtafutia mke atakaye kupenda wewe, si mali yako Nilijaribu watu wengi, lakini amina peke yake alinionyesha huruma ya kweli. Yusuf alinyamaza kwa muda mrefu, moyo wake ukijaa hisia mchanganyiko. Alimkumbatia baba yake, machozi yakimtoka taratibu. sasa naelewa kwa nini ulimuheshimu sana, alisema kwa sauti iliyovunjika. Kwa wakati huo, ukweli uliokuwa siri ukawa wazi. Yusuf alijua kwamba upendo wake kwa Amina haukuwa ajali ya maisha bali ni matokeo ya hikma na ujanja wa baba aliyetamani kuona mwanawe akiolewa kwa sababu ya moyo, si mali. Ukweli wa Mzee Rashid ulipojulikana, aliyekuwa siri kwa muda mrefu, ulimfurahisha na kumfanya Yusuf kushangaa zaidi kuliko alivyotarajia. Familia nzima ilikusanyika nyumbani kwao ili kushuhudia tukio hilo, mama mzazi wa Yusuf, wakiwemo jamaa na marafiki wa karibu, walibaki kimya kwa muda, macho yao yakijaa mshangao. "Huyu baba wetu aliyekuwa akijifanya ombaomba?" waliuliza kwa sauti za kushangaa, kila mmoja akimwangalia Mzee Rashidi kwa heshima na aibu kidogo. Amina, aliyekuwa msichana wa moyo safi, alilia kwa furaha na aibu, macho yake yalijaa machozi ya mshangao, akijua kwamba wema alionyesha haukuweza kuhalalishwa kwa hali yoyote ya kawaida. "Sijawahi kuona kitu kama hiki," alisema kwa sauti ndogo. Mzee huyu alijifanya mtu maskini ili ajue ni nani anayenithamini kwa moyo Mzee Rashidi alimkumbatia kwa upole akisema, binti yangu, usilie, huruma yako na wema wako ndizo zimeonyesha thamani yako. Wewe ni mfano wa kile kilicho sahihi. Maneno hayo yalimfariji Amina, moyo wake ukiwa na mshangao na furaha mchanganyiko. Yusufu alijivunia sana msichana wake mpendwa na baba yake hekima. Alijua sasa sababu ya heshima ya Amina si mali au heshima ya kijamii, bali kwa sababu ya utu wa dhati. Alijifunza somo kubwa. Dunia imejaa watu wanaoonekana wema kwa macho, lakini wachache tu, wema wao unakuja kutoka moyoni. Watu wa kijiji waliopata habari walikuja nyumbani kwa mzee Rashidi, walishangaa kuona jinsi hekima na ujanja wa baba aliyemfanya mwanawe apate mke wa kweli. Wote walijifunza somo moja lililo wazi: utu ni bora kuliko mali, moyo safi unathaminiwa zaidi kuliko fedha. Hii ilikuwa funzo la maisha lisilo sahihi kwa siku moja tu, bali somo la kudumu. Tabia njema, huruma na wema wa moyo hufanya mtu kuwa tajiri kweli zaidi ya mali yoyote au utajiri wa kifedha. Na kwa Amina, Yusuf na Mzee Rashidi, ulimwengu ulionekana kuwa na mwangaza mpya, ukiwakilisha upendo, heshima na utu uliothibitishwa kwa vitendo. Kila mtu aliyeshuhudia tukio hilo alibaki na hisia za mshangao na furaha, akijua kuwa maisha hayawezi kuhesabiwa kwa mali tu, bali kwa jinsi tunavyotenda kwa wengine. Hadithi ya mzee Rashid na siri yake ilibaki funzo lisilo kusahaulika kwa kwa vizazi vyote. Siku iliyokuwa imesubiriwa kwa hamu ilifika hatimaye, harusi ya Yusuf na Amina ilifanyika katika uwanja mkubwa wa kijiji, yenye miti mizuri na mauwa ya rangi ya dhahabu na nyekundu. Wazee wa kijiji walikusanyika, kila mmoja akileta heshima na baraka zake, huku wakiangalia kwa mshangao jinsi upendo wa kweli ulivyoweza kuunganishwa kwa hekima na ujanja wa baba. Mzee Rashid alikaa kando, macho yake yakijaa furaha na utulivu. Alijua kuwa kila hatua aliyochukua kutoka kujifanya ombaomba hadi kupanga mikutano ya siri kati ya Yusuf na Amina ilikuwa yenye maana. Aliposimama mbele ya jamaa na marafiki, alitoa maneno yake ya busara akisema, watoto wangu, msikubali dunia ichague mpenzi kwa mali, hadhi au sura. Chagua moyo wa dhati, tabia njema na utu. Hizo ndizo hazitapotea wala kushuka thamani. Yusuf alimshika mkono Amina, macho yao yakikumbatiana kwa upendo wa kweli. Amina alitabasamu akijua kuwa kila hatua ya wema wake na moyo safi wake imetambulishwa na kuthaminiwa. Wazee walipiga makofi kwa shangwe na jamii yote ilijifunza kuwa tabia njema na utu wa kweli unastahili zaidi ya mali zote za dunia. Arusi iliendelea kwa shangwe na furaha, mziki wa asili ukiimba nyimbo za heshima na shukrani. Watoto walioguswa na hadithi ya baba wa Yusuf waliimba nyimbo, wakijifunza kwamba hekima na maadili mema huanzisha maisha yenye thamani. Mzee Rashidi alijua kuwa jukumu lake limekamilika. Safari ya ujanja, majaribio na hekima ya miaka yake yote ilimsaidia mwanawe kupata mke wa kweli ambaye alithamini utu kuliko mali. Alijua kwamba somo hili halitatoweka, ni funzo la kudumu kwa vizazi vyote. Hadithi hiyo ilimalizika kwa ujumbe wa kiadili usio na kigezo cha kupuuzia: usichague kwa macho, chagua kwa moyo. Ndiyo funzo kubwa lililoachwa kwa Yusuf, Amina, familia yao na jamii nzima, kuwa wema na utu wa dhati ni mali isiyopimika na upendo wa kweli huanza pale moyo unapoamua mbele ya mali na hadhi. Kwa hivyo, Mzee Rashid kwa hekima yake alithibitisha kuwa upendo unaotokana na moyo safi ni urithi wa kweli unaodumu zaidi ya utajiri au heshima ya muda. Na hadithi hii ilibaki kama kielelezo cha jinsi hekima, busara na huruma vinavyoweza kubadilisha maisha maisha ya vizazi vyote.